Ah, jina yangu ni Mfariji jinangu ni Fabijo jinangu ni Fabi jinangu yani ile yote majina yote nikachanga nikatia Fabi fabirei nikakuja kumalizia na ei hey, kule cool. Bafana yako banalia sana tena asema uh, abaoni maeve yako tena Unaweza tuambia ni nijua nini? Ah, ya kwanza kwanza nitawaambia naomba razi kwa bafana yangu mm-hmm. na pole sana kwa masiku mingi sana nilikuwa sisikiliki. Hmm. me ilikuwa ni tatizo tu changamoto za kimaisha tu fulani fulani. hmm. Ndio sinema nao ni sehemu ya maisha yangu hmm. ah, ila kuna, kuna sehemu zingine za maisha ambazo changamoto nilikuwa ninapitia pitia ndio ambazo ilikuwa zinanizuia zaidi sana ndio okay, okay. Uh, unaweza tuambia uh, hapa kwetu chuda uh, tatizo gani nafanya uh, sana uh, ya uigizaji aisonge mbele? Ndio. Hapa kwetu mimi sisi nilipofika hapa mimi nilikuja kuta kuna tatizo mbili zaidi sana ambayo ilifanya sana yapa misisi shuke sana. Inabidi unambie wazi, maana uliniambia kama ulikuwa mkundi wa NGC na tukiangalia NGC, direketa wa NGC ni Baba Lidia. Okay, kusu Baba Lidia, uh, sunajua kuna changamoto nyingi na kuna vitu kama siri ambayo unaeza kaona ila sisi tunamezea tu, ila uh, kundi kama kundi director ambaye anajiamini ambaye uh, atawali na hivyo vitu Mm. Ile kundi napaswa kuwa imara mm. Kifupi ni kusema kama madaireta wa magundi ndio wanapenda ngono na nini na cheo, maana wao ndio viongozi wa magundi. Nikimwona uh, niki Baba Lidia kwenye gundi ya Nigec, nikimwona Tomsi kwenye gundi ya VMC, nikimwona Kamfino kwenye gundi ya La Proche Do, na nikimwona Vada Gerardi uh, kwenye gundi ya TPM na nikimwona Fabirey gundi ya Power Movie, yaani nyinyi ndio chanzo za kuwa magundi, maana ndio mnapenda cheo na ngono. Nawashauria wasanii mm -hmm. wenzangu hapa misisi mm -hmm. tuzingatie kwanza kitu upendo mm -hmm. ya kwanza mm -hmm. Tuta, tutasonga mbele sana kuhusu vipaji vyetu mm -hmm. yeah. Uh, ni kitu gani ambacho wewe uh, ulichunguza kama we mwigizaji kinasababisha uh, wasanii wapa chuda wanapenda ngono na madaraka? yeah. mimi nilisha tembea kundi nyingi sana hapa Chuda pa Misisi mm. Yeah, na nimeshaona mingi sana mm, na mpaka nikakuja nikaelewa hiyo kitu ndicho ambacho kina ua sana ya hapa kwetu mm. Nilipofika hapa mimi nilifika kwenye kundi moja inaitwa uh, Simba Movie. Simba Movie. Uh, yeah, wale nilipofika pale nikafanya nao sinema pale muda wa mwezi mzima. Lakini nilipotoka pale nikakwenda kwenye hii wanaita NGC kundi moja ya zamani sana na wale ndio ambao walinipokeaga mimi yes, yes, tu, alafu wakaniaigiza kwa wakati ule walikuwa bado hawajaanza zoezi. Wakaniaigiza Simba Movie na fazo zoezi, mimi nikaenda kule vitu ambavyo nilikuta, nilikuta kila mtu anataka kuwa director; kila msanii anataka kuwa president; kila msanii anataka anataka anataka. Alafu mambo ya mapenzi yalikuwa sana Nikatoka kule nikaingia NGC nikakuta ni yale yale. Nikatoka NGC tukaamua kuunda kundi yetu sisi na wakina Bonfa, ni mtangazaji mwingine, watu wengi wanamjua, lakini mwigizaji, Bonfa TV, Bonfa TV, yeah. Unajua ule naye, tukaunda kundi naitwa wiki moja mm. na kwa vile ile kundi nayo iliharibika kwa sababu ya kitu penzi na uchu wa madaraka mm. Jamini, wasanii tuambiane nini? Kwa sababu tuelewe hiyo kitu ambacho niligundua hapa, kweli kinasumbua sisi wasanii waigizaji kutokuendelea madaraka na mapenzi yani ngono kwa kifupi tu. mm. ah. kitu mbili zaidi sana hiyo ndio ambao nimechunguza nikaona inashusha sana ya uigizaji hapa Misisi, uchu wa madaraka na ngono. Wasanii tunapenda sana madaraka na alafu tena tunaabudu ngono, inatuharibia vipaji vyetu sisi hapa Misisi. Kundi nyingi kwa msanii ambao anajielewa yani anakuwa kama malaya, anatamba tamba akielewa hapa ni nafasi hainif, hainifai mimi, anawahi mbio kutoka msanii mwenye kujielewa, anatoka mapema sana. Kwa sababu gani? Ana wivu na kipaji chake, anatamani kipaji chake kisonge mbele. Msanii mwenye kujielewa akikuta kundi ambayo ina mambo ambayo yaendani na sana, anatokaga ndio kama sisi lakini katika hiyo makundi ambayo unaitaya uh, lakini kuna kundi mwa kuitaya mko VMC ya kutaya na Clash Door ya kuitaya, donc unataka kutuambia uh, Clash Door na na VMC na TPM hiyo ni makundi ambayo wanaheshimia uh, e, e, reglement. Unajua hizo kundi zote ambazo ni mimi nilikwambia kwa jumla kwamba kuna kundi nyingi ambazo nimeshawahi kupitia yeah. Mimi sidhani kama kuna kundi gani hapa mimi sisi sijawahi kufanya zoezi mimi Mr. Fabi mm. Kila kundi nimeshawahi kufanya zoezi mm. na kila kundi ambayo mimi nimepitia, hilo kitu mbili ambayo mimi nakwambia hapo mm -hmm. Nimeikuta uh, yani waigizaji wenzangu wapa misisi na kando kando na Kongo nzima mm -hmm. Kitu ambacho nitawashauria tuzingatie kwanza zoezi mm -hmm. na ya pili tupendane, wasanii wasanii wasani. Kwa nini chuki wasanii mm -hmm. tunachukiana jameni, tunarudi nyuma. Labda wewe Mungu anakuinua kwa kipaji chako. Kumbuka kuinua hata wengine. Hivi mimi kuna wasanii ambao fulani niliwafunzaga sinema kwa sababu mimi ni director. Niliwafunzaga sinema, wako inchi za mbali huko. Lakini kwa sababu niliwafunza kitu upendo, msanii anastahili kuwa na upendo. Inshallah wananikumbuka kila mwisho wa mwaka. Ukweli mimi nakuambia. Yes, Bafani ya Kongo TV, tulikuwa na Grand Star